ti ya Tharaka Nithi na kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Kenyatta na vyuo vingine hapa Nairobi, vikiongozwa na chuo kikuu cha Kenyatta inaendeleza utafiti wa kubaini ufaafu wa kuwapeleka shuleni watoto wa umri wa miaka mitatu ikiwa njia moja ya kutoa nafasi nzuri kwa wazazi, haswa akina mama, kujihusisha na shughuli za kibiashara. Baadhi ya walimu sitini ambao wamepata fursa ya kufunzwa chini ya utafiti unaoendelezwa katika kaunti ya Tharaka Nithi kwa ushirikiano na vyuo vikuu kadhaa ikiwemo chuo kikuu cha Kenyatta na kile cha Yale cha Marekani, hapa jukwani wanawadhihirisha masomo ambayo wanawapa watoto wadogo wa umri wa miaka mitatu, ambao kwa kipindi cha takriban miaka miwili wamekuwa wakipata. Hivi ni baadhi ya vifaa vinavyotumika kutoa mafunzo kwa watoto hawa ambao kwa umri wao wanatakiwa kucheza shuleni na kupata ufahamu wanaojiri maishani mwao nyumbani na shuleni. With our esteemed partners, Yale University, Bangor University, University of West Indies, the Kenya National Bureau of Statistics and a data collection unit for common goals research and funded by the Gates Foundation for which we are truly grateful seeks to address one of the greatest barriers to women's economic participation the challenge of unpaid childcare. Mpango huu ambao kwa sasa uko katika shule 60 kati ya shule 454 za Tharaka Nithi, ulibuniwa baada ya kufaulu kwa mwingine wa kutenga nafasi maalum katika masoko ya Tharaka Nithi. Mradi huu ulipata jeki baada ya ushirikiano na Chuo Kikuu cha Kenyatta ambapo mpango wa kuzishirikisha shule za chekechea ulibuniwa. I looked at what the

Kwa mujibu wa walimu waliohusishwa katika utafiti huu wa awali na sasa kutarajiwa kuwafunza wengine, kumekuwepo mabadiliko ya kufurahia, kwani watoto wanaweza kujifunza mengi ikiwepo kujipeleka chooni, kujilisha, kutambua baadhi ya herufi na rangi. Kwa kina mama, uhuru wa kujihusisha na biashara kikamilifu imedhihirika, kwani utafiti unaonyesha kuwa upo uhusiano kati ya watoto kuwa shuleni na ongezeko la mtaji kwa familia.

Mradi huu unatarajiwa kuendelea hadi mwezi wa Septemba mwaka huu huku serikali ya Tharaka Nithi ikitoa hakikisho la kuajiri walimu hao sitini ambao hadi sasa wamekuwa katika uangalizi wa vyuo vikuu husika na kuongeza wengine kushughulikia shule zote 454. Gilbert Ono, Runinga ya Citizen.